Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo kubwa la msaada huu ni mambo mawili. Jambo la kwanza ni elimu na ufahamu wa kisheria kwa Watanzania wote. Jambo la pili ni kutoa msaada wa kisheria kwa kila Mtanzania mwenye uhitaji katika kila kona ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, haya yamefanyika katika mikoa yote thelathini na moja ya Tanzania bara na Zanzibar, katika halmashauri zote, katika kata zote, katika vijiji vyote. Tumepita huko kutoa msaada wa kisheria na elimu ya kisheria, na Watanzania wengi wamenufaika na jambo hili. Msaada huu wa kisheria, Mheshimiwa mgeni rasmi, umekuwa kama mbio za mwenge. Mbio za mwenge hazivuki kijiji chochote azivuki wilaya yoyote azivuki mkoa wowote. Na sisi tumefanya hivyo, na leo tuko Dar es Salaam mkoa wetu wa thelathini na moja, lakini hatumalizia hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya Dar es Salaam tunakwenda kwa awamu ya pili. Na leo katika fursa hii ambapo unakuja kuzindua Mama Samia Legal Aid katika mkoa wa thelathini na moja, pia utakuwa umetuwekea msingi wa kuanza kampeni hii kwa awamu ya pili. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya kampeni hii inasema msaada wa kisheria kwa haki, amani, usawa na maendeleo. Tumeyatekeleza haya kwa vitendo na tumetumia falsafa ya Mheshimiwa Rais ya 4R katika kuyatekeleza haya. Tumehakikisha tunafanya usuluhishi na watu wanafanya maridhiano tumehakikisha tumewaelimisha watu wawe wastahimilivu pale wanapokutana na changamoto za kisheria. Tumehakikisha kutokana na changamoto tulizozipata na mafunzo tuliyoyapata tunafanya mabadiliko na tunajenga mpya upya mifumo yetu ya kisheria.